Nimekumbuka Juma ivikwandi Juma, ila tukimaliza kufutura lazima wenda mkeo mkajifungie ndani unanii Assalamu aleikum. Wa aleikum salaam. Karibu. Asante. ah, ndizi shilingi ngapi? Ndizi kuna za mia mbili hamsini na mia mbili hapo. Aha ha, na kabeji. Kabeji kama hili, kama hili elfu mbili alafu ili hapa buku jelo wewe ndio muuza gengi hapa? Haya. Pilipili hizo shilingi ngapi? Pilipili mia mia hizo. Basi sawa, mimi nitatuma mtoto atakuja kuzichukua. Amani mzee wangu. Sasa wewe ulikuja kufanya nini hivi ngine? Ah, bwana. Mimi ni mteja hapa bwana. Kila siku mimi nanunua hapa vitu bwana. Wa eh?

siku nyingine huwa hata unafunga, unajua kwamba ni mwezi wa Ramadhani, lakini unakula kula tu. Angalia sasa, Mungu kakulaani, uchawi umekisiri ukiona <laughs> mm -hmm. Shida gani wewe eh? Unaumwa wewe lakini bado unafunga, yani mamangu, umenishinda tabia. Alafu nani aliyekwambia kwamba ukifunga utaiona Firdaus eh? Kwa hivyo mamangu, acha kufunga, au ndaka utufie hapo. Salamu alaikum, wa alaikum salamu. Hivi mamangu, ulikumbuka kumeza dawa ya asubuhi? Mm, Inshallah, Allah Inshallah, Allah atakuponya mamangu. Inshallah. Wewe, napata wapi ujasiri wa kumfukia mamangu? Ina maana unasahau kwamba yule ni mzazi min wako si ndiyo? Unaona unavyopiga stori uko nje na mashuga zako, basi hata pia mama yako eh? Unamweza nilikwambiaje kuhusu ayo mavazi uaahivyo eh? Wewe, kwa nini unakosa stara? katika mwezi huu ni Ramadhani eh, jamii inayotuzunguka inatuchukuliaje sisi? mama yako yule hapendi, hata mimi pia sipendi. Alafu nilikwambiaje kuhusu ayo mavazi? mimi sihitaji Umemaliza? Umemaliza? maana umuundeni mnataka mnitawale tena hmm? Kwanza kuhusu habari za nguo zangu minyewe inahusu nini aswa, wewe inakuhusu nini? Nimevaa mimi umevaa wewe, au nataka na wewe uvae eh? na nimesema hivi kama mnitaki umundani, niambieni, sio lazima nika mundani wenu. Unajisikia kweli unachokiongea, na nalau ndi kwenye ul kichwa chako eh? Una akili kweli? Mimi ni kaka yako. Usijibishe kama mtoto mwenzio uko nje. Nitakupiga mbao huo. Toka. Toka. Toka. Mbo. Kama mgongoni. Mama, achana nayo mtoto. Asikumeze kichwa sana mamangu. Ila tutumuombeni kwa Mungu ampe nusura atakumbuka. Sawa mama. Basi mama mimi niko ndani. Alaikum. Waalaikumsalam. Naonekana ni binti wa kiislamu uliofunzwa kabisa, ni umejistiri kwa sababu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani au miezi yote ndo huwa unajistiri? Mi kila mwezi nakwaga hivi. umefunga? yeah. Basi ni vizuri kama umefunga kwa sababu huu ni mwezi wa toba, na kama ni mwezi wa toba, basi ukifanya mema kidogo basi na Mwenyezi Mungu anakulipa mengi sana. Kwa hiyo jitahidi katika funga yako yale ulionuia uliowekeania kuyaomba yatimie katika mwezi huu, kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa toba. Na katika mwaka mzima una miezi kumi na mbili, lakini tumebahatika kupata mwezi mmoja tu ambao ni watoba. Ni vyema kama tutautendea haki mwezi huu, kutubu madhambi yetu Wachana na maasi yote ambayo tulikuwa tunayafanya katika miezi ya nyuma. Na kama itakupendeza, nilikuwa ninaombi hata kama mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ukishapita, basi uendelee na swala eh, uendelee kujistiri. Mtoto wa kiislamu unapendeza sana, unapokuwa katika muonekano kama huo. Hivi unajua umenisimamisha hapo na nipoteza muda wangu, naona nipoteza muda wangu hapa bure, unaongea upumbavu wako unajua mimi nimefunga alafu unaniharibia funga yangu. Kama wewe unajitia, wewe unajua kuelimisha watu, kwani usimwelimishe babako kule nyumbani? Babako anafanya mambo ya ovyo, anasimama chochoroni na wanawake, au unaliona liko sawa hili? Unakuja hapa unanisimamisha, eti unajitia unanielimisha, na nielimisha nini? Siku nyingine usisubudu kunisimamisha hapa na kuniambia huko mbavu wako ambao ulikuwa amba unaniambia leo, na ukiniona unipitie mbali kama unajua kuelimisha watu, kamuelimishe babako kwanza kule nyumbani. huyu baba huyu, kuna ananitia majaribuni mimi hmm? mimi natoa darasa kwa binti wa Kiislamu ambaye nimeona kajistiri mwisho, hmm? Siku kumbe tabia za baba wanazifahamu, naonekana mi ni kijana wa ovyo kwa ajili ya maasi anayoyafanya baba. Hey, ya Rabi, ni nusuru na hii mtihani. Kwe na maana mimi hujaniona, si ndio? mimi ni kisiki hapa? kweli unashindwa kusalimia we? Hmm, unanitaka hivi? kaona kuwa msumbufu wewe eh? We nani mpaka nikusalimia? alikuambia salamu lazimisha? Oh, mujeshimu basi. Kumbe ah, <laughs> we we, ni wewe. cha udele cha udele kaka wewe, ni chizi, hauna akili. mimi ni cha udele eh? wewe ah, e, si ndo yule mdada Adija, wewe si ndo wewe? nimekukumbuka hapa <laughs> Unakumbuka mara mwisho nilikuambiaga kule, nilikuwa nimevaa kanzu fulani nyeupe hivi eh, kibagalashia ndo hiki hiki. <laughs> ndo mm, mimi hapa wananitaga Buda au ukipenda niite Sindibadi Ismaili na majina mengi mengi. Leo <laughs> uh, naona kidogo umebadilika hapo, sasa atilisti kidogo unamdanganya danganya Mungu. <laughs> Uh, kitu kizuri ni kwamba hapo ungepata lile libaibui lile, afu ungepata na kininja fulani hivi, unaonekana macho tu. Af, inakuwa I like there <laughs> Uh, sasa uh, unajua huu ni mwezi mtukufu, kwa hiyo unatakiwa niongea haraka haraka hapa kama fundi cheleani, kala hela muuni. Sasa nisikilize kwa makini, unajua ile siku pale mimi nilijaribu kukwambia vile, lakini ulivyokuwa unatembea unaondoka, kuna kitu fulani kiliniingia, iloo fulani cha shalukani kilizama kwenye moyo kwao, kilivyoingia kwenye moyo nikasikia kodogwe, kodogwe, kodogwe hmm? kinataja Hadija, Hadija, Hadija. Mi nakuambia ukweli wewe, mi nakupenda yani, upo ndani ya sakafu ya moyo wangu, unapiga mbizi yani, eh? mbizi wewe, jamani hmm, taniua mimi aka, unajelewa? Ndo nikakuuliza we ni kakunza, wele, chizi Ah, sisi siku moja, tu kwani na tia, siku moja tu kwani siku moja inatia nini? Siku moja tu aitii hata ubaya hiyo. <laughs> Unajua, mwenzako anapokuwa amebanwa na jambo unamsaidia hata kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vitabu inaandikwa, mwenzio akiwa na shida sana, wewe unapomwona naelemewa na mizigo unamtua ile mizigo yake hivi tena unapata na swabu zako wewe mwenyewe. Sasa sikiza nikwambie, wewe upumbavu wako huko sio hapa, umenielewa? Na kuanzia leo itakaponiona popote, fanya kama unijui, umenisikia? Fanya kama haunijui, atujuani, angalie sura mbaya auta huyu kwani mimi nimemtongoza nini? watoto ni wachawi. Mzee wangu, leo nimekuita hapa, kuna mambo nahitaji tuongee kidogo. Maana mimi sielewi kabisa ni mambo gani hayo. Juma, labda nianze na kukuuliza swali. Hivi wewe mzee wangu, una matatizo gani? matatizo hu oh, unaona, no, kuna shida gani? Haiwezekani. Hey, wee ni baba yangu kabisa mzazi, leo eh? Hii nimekuletea mkweo hapa nyumbani, lakini wewe ndio kwanza unaanza kumtamani mkwe wako. Nyuma mimi namtamani mkwe wangu ha? Baba nisikilize, mimi ninachokisema na maanisha kwa sababu wewe, haiwezekani uanze kumsifia mke wangu mimi, ambayo ni mkwe wako. Unamwambia o, una macho mazuri, maa stari unaopika ni mzuri. Juma anafaini Nikitugea ni kitu gani ambacho mimi nafaini wewe ambacho ujawai kukifanya? Ana jicho gani zuri mke wangu ambalo wewe ujawai kuniona toka ujana wako mpaka hapo ulipofikia, eh? una matatizo gani mzee wangu? Juma mwanangu, mimi sizani kama kumsifia mtu ni dhambi. Sasa kama nimemsifia tu mke wangu una macho mazuri kuna ubaya gani hapo eh? Alafu kwa nini mambo tumeongea mimi na yeye wawili tu aja kueleza wewe? Woni kama huyo mkeo anakuwa na matatizo woni kama anataka kutuchonganisha mimi na nao. Juma, tumia akili mwanangu, huyu mkeo atakuwa ni mchonganishi kama anaweza kuyazungumza niozungumza mimi na yeye wawili tu kuja kukuambia wewe, atashindoja kakoo kuyapeleka nje. Halafu alipokueleza yeye alitafsiri e, vipi eh? Mimi ikuwa sina ndia mbaya na yangu ni njema kabisa kumsifia kum, kum, kum, mkwe wangu, mkwe wangu mzuri kuma e, gani Juma eh?

Mimi namfahamu vizuri mke wangu, nafahamu mke wangu ni mtu mwenye maadili na ni mtu mwadilifu mwenye sala na busara zake na hekima juu, auwezi kutuchonganisha mimi na wewe, na ukiona mpaka mke wangu anafikia hatua ya kuzungumza jambo, basi ujue limemkewa. Amekelekwa kabisa, baba. Licha ya mambo unayoyafanya ya kudhalilisha familia, uniletea vibinti vidogo vidogo hapa, bado hujatosheka unataka kuhamia kwa mkwe wako juu? Bana, nisikilize hapa, ni kwangu mimi. k kwa siwezi kupangua mashaa a mtu yoyote. lea sitaki kilelekea kwenye nyumba yangu, sizuriu kufanya chochote kwenye nyumba yangu. Sasa naomba unisikilize vizuri, baba, mimi nisha kuvumilia sana juu ya hayo maovu yako na sitokubali tena kuendelea kudharaulika. Kama unajivunia hapa ni nyumbani kwako, hata mimi huko nilikotoka nina mji wangu na nilikuwa naishi vizuri na mke wangu. Sasa sitokubali kuendelea kufedheheka, nitaondoka hata kabla hii Ramadhani haijaisha. Sana watoto wana watoto, asumbua sumbua wewe. Wanamke gani huyu, mwanamke gani iimecheza mpaka nauarabu ndasako, ndugu yangu leo vipi? Umefunga? Ah, Hey, saumu ya leo ni kali. U um, mkali wapi wewe? Mimi sasa hivi hata sikuamini. Yani sina imani na wewe tu kusema ukweli, maana kitendo ulichonifanyia siku ile pale ani sijategemea ndugu yangu. Wewe kweli wa kuvuta sigara mchana jua kali, saa saba, istosha una kanzu buda. Ah, hebu sikiliza ndugu yangu Siku thelathini si nyingi, ni ndogo sana. Inabidi tuwe karibu na muumba wetu, lakini sio wewe hivyo unavyofanya. Wewe nafikiri hata nyumbani kwako unaaga, unafunga, lakini ukija tu ku barabarani, baba, unakua shida iko wapi? Hey, kaka, kumbe watu wakifunga wanapata tabu kiasi hiki! <tap> <tap> hatask <laughs> kwa takawaseme leo umefunga? ah, nime nimefunga, nimefunga, nimefunga huwa anafungaga. ah, ah, ah, nimekumbuka kitu ndugu yangu bwana. Leo wakati pita zangu, wa kupitapita zangu thamani kwanza, hivi kumtongoza mtu mwezi wa Ramadhani ni dhambi sasa leo nimekutana na kibinti fulani kidogodogo hivi. Uh, unakumbukaga pale tunapokaaga pale bondeni kunyiki, pale kwenye hiki kimsingi hiki tunakaaga pale, somu imetukaba sana, unaka upepo fulani kakutufariji unapokumbuka pale, do, nilikuwa hapo hapo kaka, nimekaa zangu nachezea simu hmm. kapita kupita nikamsimamisha, nikamwambia mbona usalimii. E, kaja pale hivi na hivi, nikaanza kutema swaga zangu basi, kamtongoza yule mtoto. Sasa yule mtoto, wakati namtongoza kaka, naona kama ananielewa kama na nini, unajua ni, mimi brother, unanijua zile swaga zangu zile za kumwambia mtu umeingia ndani ya moyo unaogelea ndani ya moyo wangu. Nikazitandika hizo, naona mtoto ana smile. Nikasema hapa muda si mrefu na upoa goma hii. Kwa hapa kaka, kitu kikubwa ambacho kipo mimi, nataka niongeze mke wa pili. Mwana, wewe hmm. Akili zako unazijua mwenyewe, halafu ubadiliki. Yaani wewe nimetoka sasa hivi kukuambia neno la Mungu, lakini wewe ushanitoa kwenye hiyo mada, umeleta kwenye mada nyingine kabisa. Aya wewe si umeoa wewe, na kuoa mke ni wapili, una uwezo eh? ama kile kijenge chako kinakufanya wewe sasa hivi Uone basi kila kitu unaweza, unaweza kuongeza mke wa pili, utaweza kuongeza mke wa tatu na wa nne. Buda, ile kijingi chako kisikuendeshe hivyo sabuda eh. Haya, wachane naye haya. haya ako kamwana kana kawapi hapo? <laughs> chacha basi, napajua mimi, napajua <laughs> Unakutana barabarani tu kama magari eh. Unakutana naye pale juu pale anapindo pale, usipajui yani yule, yule mwanamke mi nakutana naye barabarani yani, yani kama magari nakutana barabarani <laughs> bala yani nikikaa sehemu hivi mara ghafla anaweza ka. Yani kama Mungu ananiletea. Unajua mimi hicho kitu nimekiona kwa sababu siwezi kukutana naye mara mbili ni kesi kabisa, Mungu ananiletea kama ananiletea Eh, mimi awe mke wa pili, umeona sio? Na mke wangu ile bonge hilo, umeona? Sasa nitachukua kale kadogodogo eh, na kwa nimemix pale bonge na kadogodogo, unaona kaka. ha kama unakuja, kama unaondoka, siwezi kupa ushauri mzuri hapo. Achana na hayo mambo, achana alafu. Ah, kaka samani, hivi leo ni, ni, ni, ni chungu cha ngapi vile ah, hujui sasa mnaambia unafunga wewe eh, umestarabika mtoto mzuri, sasa hivi haya eh. Baba leo ni chungu cha ishirini na tisa. Mimi sikaziudii jamani, baba

Nimekumbuka Juma hivi kwa nini e, Juma ile tukimaliza e, kufutura lazima uende mko mkajifungie ndani unanini hivyo we mzee, hmm? Unajisikiliza unachoongea? Alafu kwa nini unashindwa kujiheshimu wewe? Yaani huko na wanao hapo, mnabwatabwata tu, unajichekesha chekeshe Umpato umpata na nini Juma, kuna baya gani? Nafai namsifia mko wangu, kuna shida gani? Kashilagani Juma vipi, pata uto zale vibaya Yani, unajua kila siku hapa huwa tunafuturu wenyewe, amani inakuwepo na, na tunaheshimu chakula, lakini leo hii wewe umehudhuria tu hapa katika futuru, angalia maneno yako unayozungumza kelele, mwanzo mwisho, chakula hata kishuki vizuri. Unasifia sivyo? Unasifia nini? Afu kwa nini unaana na hiyo pointi yako, mwanangu Juma? Unafaidi faidi na faidi nini? Wewe mzee unauliza kujifungia ndani unauliza. Juma bana, alukula mtoto hapa. <laughs>

kula acha na huyo, kula mkwe mkwe, kula mama, kula wengine hovyo kabisa. Nini bwana wewe, upi huyu anasusa? <laughs> anasafutali mkwe huyo, mvumili yetu ndo alivyo, ndo tabia zake za kususa susa hey. asija kasusa na vile vingine lakini. <laughs> Mwanangu, unamjua awezi, <Waza> kususa vile, hawezi <laughs> <Waza> hawezi kususa <laughs>